Kajamakakapewa mahari ya mami, sina kitanda, kakapa kitanda tu kitanda, sina nyumba, akamwekea na nyumba kabisa ya jama, akaoa. Alivyoa titi mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, anani ajile miezi mitatu, ti mwenzangu ni ngumu, ila tu kwa kweli na kusikitikia kumwacha mwanamke. La ilaha illallah, sifa zote kamwaka pale kwasi apa ndo siaci na kuna mwingine anafikia tena sikilizana na mwanamke, mwanamke alishafika huko, anaomba sasa, mama ananogewa, acha ufanyi vurugu uko uachike. Hapa haachiki mtu, haachiki mtu, sasa mtu akajikuta ameomba. Kwa hiyo ili nafikiri mmeelewa muhallal ni, ni, ni, ni upi. Ukishapota yani, ukishapata talaka tatu, ndio basi. We na ule baba watoto wako labda ifikie umeolewa na ukaachikaga kivyako bila kuwa na mwingine wote. Almuhimu, mwanamke wa tisa haraka haraka kwa muda unatupeleka, anaiha anaiha, iko aina hizi mbili, anakiha anaiha. Kuna ule mwanamke ambaye kafisha manake, ni mwanamke anayelia kwa kuomboleza vibaya, anakiha, anayelia kwa kuomboleza na kusema maneno mabovu, anakiha Kadhalika, inakuja mwanamke anayefanya kazi, yaani yeye anakodishwa vilioni kwa ajili ya kulia. Nasikia na Tanzania ipo hiyo, sijui wanasema ipo. Kuna wanawake wana shughuli kazi, pakiwa kilio, wanakodishwa, wanalia kama wenye hawana akili, kumlilia marehemu, wanalia.